ingine cha tatu ambacho cha nne ambacho nitakushauri ukifanya wakati tunapoenda kufunga mwaka e, pitia upya mahusiano yako, pitia upya mahusiano yako. Unajua katika hii safari ya maisha E, ni sawa na unapokuwa na ni sawa na unapokuwa na, tunasema una vyombo katika kabati, wakati mwingine vikiguswa vinagongana hivi na hivi, kwa hiyo lakini maisha yanaendelea. Kwa hiyo kuanzia Januari mpaka Novemba, jaribu kupitia upya mahusiano yako na watu wako, wanaweza ikawa ni familia yako, wafanyakazi wenzako ofisini, e, viongozi wako wa kiroho e, jaribu kutathmini, wafanyabiashara wenzako, tathmini, yani angalia kwa makini sana, na utagundua kwamba kuna sehemu ambazo mahusiano yenu hayakwenda vizuri. This is the time for you to resolve. Ni huu ni muda wako mwafaka wa kuhakikisha kwamba unatatua hizo changamoto za kimahusiano ambazo zilitokea katika safari ya kipindi hiki. Huna sababu ya kwenda mwaka mpya ukiwa umembeba kiongozi wako kwenye moyo wako kwamba alikuumiza, mlitofautiana hapa na pale kwa sababu ya majukumu na wao familia, mke mume, kuna hapa na pale mtoto mli enda mkapishana. This is the time to sit down and resolve. Yani, huu ni muda mwafaka wa nyinyi kukaa chini na kutatua hizo changamoto zote zilizotokea, ili unapokwenda kwenye Christmas na mwaka mpya uende ukiwa na moyo mpya wa kuanza majukumu mapya, kwa sababu kumbuka, nilikwambia kwamba lazima uweke mpango. Kwa hiyo huna sababu ya kuingia kwenye mwaka mwingine ukiwa umewabeba watu katika moyo wako na katika vifua vyako. And if necessary, reconcile. Na wale wote ambao unafikiri kwamba mlitofautiana ama na e, mlipishana sana katika maisha na kuleta mgogoro pengine katika safari ya Januari mpaka tunapoenda kufunga mwaka. E, kitu kingine cha mwisho ambacho nitakisema kinafanana na hicho cha nne ni kuboresha mahusiano yako. Kuboresha mahusiano yako jaribu kuwakumbuka watu ambao pengine ulikuwa umesha wasahau, piga simu eh, ile tu. Unajua ile ikifika mwisho wa mwaka huwa tuna, tunaenda eh, Merry Christmas and Happy New Year, tunatumiana ujumbe. Ni kitu kizuri, lakini ni kama yani nimyn kimesha kuwa ni kama desturi, yani kitu cha mazoea hakina anything ambacho kina add important kwa maisha ya yule mpokeaji, kwa sababu imeshazoeleka kwa mwisho wa mwaka watu wanatumiana message ya namna hiyo. Lakini sasa hivi take initiative, piga simu Msalimie ndugu yako vizuri, kwa ukarimu. Rafiki yako ambaye mmepotezana siku nyingi, muishi mwaka e, mnaokuja uwe mzuri kwake na vitu kama hivyo. Ikiwezekana e, andika hata barua. Sasa hivi kwa sababu tuna simu hizi, utaratibu huu umeshaonekana kama ni utaratibu ambao, lakini ukiandika ile barua, naona kabisa you took time and you are very concerned. Yani ulichukua muda wako, ukaonyesha upendo na ukafanya kitu kama hicho, ukaandika barua, au ukachapisha kadi nzuri ukampelekea rafiki yako, ama ukanu zawadi kidogo ukampelekea rafiki yako au mtu ambaye eh, kwa muda mrefu mmeweza kupotezana au hata kwa mtu ambaye yuko karibu na wewe, if you do that, utakuwa umeboresha ama umeboresha vizuri mahusiano yako. This is the time. Lakini kingine cha mwisho ambacho nikigusia ni kwamba yes, mwisho wa mwaka mambo ni mengi, watu, matukio ni mengi, kwa sababu unajua ni wakati ambapo watu wengi wanalikizo au maofisini, kwahiyo wako available, wengine wanasafiri hapa na pale. Lakini it is a matter of your choice. Hii ni uamuzi wako wewe. Wewe ushajua kwamba ulipanga kusafiri kwenda wapi, wapi unahitaji kwenda kusafiri, eh, kwenda kufanya vitu gani, vitu gani utafanya. It is a matter of choice. Lakini muhimu ni kuangalia usalama wako binafsi pale utakapokuwa unataka kwenda, pale utakapokuwa umeketi, au ume, umeamua kwenda. Jaribu kuzingatia tu usalama wako binafsi na zaidi ya yote, sasa, ni kuhakikisha kwamba katika hayo mambo yote E, wewe kama kiumbe ambaye umeumbwa na Mungu, tafuta nyumba yako ya ibada kuelekea Krismasi na mwaka mpya. Nenda na mpango wako, mshirikishe Mwenyezi Mungu, mwambie Bwana Mungu, ninakuomba kwamba tutaweza kuanza mwaka mwingine huo Haya ndiyo ambayo napenda nisafiri pamoja na wewe, aweze kukusaidia ili wewe, itakapofika mwaka kesho Novemba, Mungu atakapotujalia, uweze kufanya sasa evaluation ama tathmini ya jumla ya yale yote ambayo Mungu amekujalia kuyafanya katika kipindi hicho. Na kushukuru na nakutakia, eh, Christmas njema pamoja na mwaka mpya mwema. Tunasema it begins with you, do your best and God shall do the rest.